Tuko leo Marangu Kilimanjaro hapa kwenye geti la Kinapa. Tumekuja kwa ajili ya shughuli moja tu ya matembezi ya hisani yanayoitwa the Kilimanjaro walk. Tunahamasisha wananchi wote Tanzania nzima tuweze kutunza mazingira. Lakini kikubwa mlima Kilimanjaro. Kuto support uh, project kubwa ambayo inaitwa Save Kilimanjaro campaign ya kupanda miti bilioni moja kufikia mwaka 2050. Programu inayotengenezwa katika Save Mount Kilimanjaro ni kupanda miti bilioni moja mpaka 2050 hamsini haitoshi tu kupanda bilioni moja kwa mkoa wa Kilimanjaro. Maana yake ni zoezi shirikishi inayotakiwa kwenda nchi nzima, kukiwa kuna ukijani nchi nzima, uoto wa asili ukikaa vizuri, Kilimanjaro itashaini itakuwa ya kijani, lakini vilevile tutakuwa na uwezo mkubwa wa kutunza barafu iliyopo mlima Kilimanjaro. Unapokwenda kumlima Kilimanjaro bila kuyo barafu huja uona mlima Kilimanjaro. Kinapa umekuwa unafanya kazi nzuri sana ya kutunza mlima Kilimanjaro, kwao sisi pamoja na organizations zingine au na wadau wengine tunasaidiana kuhakikisha kwamba hiyo barafu ipo na kijani inaendelea kuwepo. Barafu iliyopo kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro kule kwenye Uhuru Peak ndio kivutio kikubwa ambacho wazungu kutoka nje na Watanzania wanakuja kukimbilia kuja kukiona, kwa sababu ni kama miujiza kitendo cha kuwepo barafu kule juu ambako ni eneo la ikweta, inasemekana ni nadra sana kukuta kitu kama hicho, na inawezekana dunia nzima ni hapo tu kwenye eneo la ikweta kwenye barafu. Miti ni maisha yetu, kama tunavyoelewa umuhimu wa miti kwamba tukiotesha miti tutapata hali nzuri ya hewa. Pia kama mnavyoona nyinyi, wenyewe ni mashahidi, mnaona mvua inakuja. Kwa hiyo tunahamasisha watu wote, wananchi wote tutunze mazingira ili atutunze tu. Watu wote walioshiriki, watu zaidi ya 350 wa watapanda miti ndani ya mlima Kilimanjaro, kwao wataweka historia kwamba na wao walishiriki, lakini pia wakapanda mti ndani ya hifadhi ya mlima Kilimanjaro, yaani kwenye paa la Afrika.